Hadithi ya viatu vya kuzaliwa. Tafsiri ya Kiswahili. Je, naweza kukopa viatu vyako kwa ajili ya kuzaliwa kwangu? Msichana maskini aliuliza, mikono yake ikitetemeka aliposhikilia viatu vyake vilivyochakaa, bila kujua kwamba mwanaume aliyesimama mbele yake hakuwa mtu wa kawaida, bali alikuwa mkurugenzi mtendaji milionea ambaye maamuzi yake yangeweza kubadilisha maisha kwa dakika moja. Alimtazama kwa matumaini ya kukata tamaa, ndoto zake zikijikondesha kwa uzii mwembamba. Lakini alimtazama kwa ukali wa kimya uliofanya moyo wake uruke, akijiuliza kama huruma au hukumu itakuja kwanza. Alitabasamu kidogo, lakini alichofanya baadaye kitawashangaza wote na kumwacha akijiuliza kama mageni huyu alikuwa na ufunguo wa maisha ambayo alikuwa ameyadhani tu. Alikuwa nani kweli, chini ya suti iliyoshonwa vizuri na kwa nini macho yake yalibaki juu yake, kana kwamba tayari alijua hadithi yake? Je, kukopa jozi ya viatu kungeweza kubadilisha kila kitu kwake, au hii ilikuwa mwanzo wa kitu kikubwa zaidi, kitu kisichotegemewa zaidi kuliko wawote wao wangeweza kutabiri? Bonyeza kengele ili upate taarifa za hadithi zetu za kuvutia. Usisahau kutoa like na kushiriki hadithi hii na marafiki zako. Mvua ilikuwa imeniwesha barabara zilizopasuka za barabara ya Eastwood, ikigeuza mifereji ya jiji kuwa mito midogo. Laya Dawson alikumbatia jaketi yake nyembamba karibu zaidi na mabega yake, akikonyeza kwa uchungu viatu vyake vilivyochakaa vilivyotoa sauti kila alipochukua hatua. Ufadhili wake kwa shida ulifidia ada ya masomo na pesa zozote za ziada zilienda kwenye kodi na vyakula zikiacha kidogo kwa nguo au chochote kinacholingana na heshima. Leo ilikuwa tofauti. Leo ilikuwa siku ya kuzaliwa na alikuwa amejiahidi kwamba hangehudhuria katika viatu vilivyochakaa ambavyo vilimbeba kwa miaka minne migumu ya chuo kiku. Alikuwa ametumaini, labda kwa ujinga, kwamba mujiza ungetokea kwa wakati. Hakutarajia mujiza kusimama mbele yake akiwa amevaa suti iliyoshonwa vizuri ambayo ilionekana kana kwamba ilikuwa imefanywa kwa ajili ya picha za jarida badala ya pembe ya barabara ya mvua. Laya alisita, akitazama viatu vya ngozi vilivyong'aa alivyovaa, mng'ao mdogo wa saa kwenye mkono wake ukikamata matone ya mwisho ya manyunyu. Hakuwa na wazo la jinsi alivyokuwa, ingawa kitu fulani katika jinsi alivyojibeba utulivu, ujasiri, nguvu ulifanya tumbo lake lisukosuko -suko kwa hofu na wasiwasi. Je, naweza kukopa viatu vyako kwa ajili ya kuzaliwa kwangu? aliuliza akikaribia kujikwa juu ya maneno. Sauti yake ilikuwa haiwezi kusikika juu ya msukosuko wa jiji wa trafiki na matairi yanayobonyeza maji. Aliinama kichwa, akimchunguza kana kwamba alikuwa ametoka duniani tofauti kabisa. Hakukuwa na usubiri mdogo, hakuna dharau, ni udadisi tu, karibu kama fumbo ambalo lilikuwa limetokea ghafla njiani mwake. Kukopa viatu vyangu? Alirudisha sauti, kona ya mdomo wake ikiguza kwenye tabasamu dogo la kuchekesha. Ndio, Laya alisema, akishusha macho yake kwenye viatu vyake. viangu viko alikatisha, akiwa na haya akijua kwamba maneno hayawezi kueleza kikamilifu miaka ya mapambano, usiku wa machozi juu ya fomu za ada na kazi za muda, uchovu uliobaki kwenye mifupa yake. Kwa dakika moja, barabara ilionekana kusimama. Wapita njia waliharakisha kupita bila kujali, lakini katika puto dogo lile la mvua inayodondoka na kelele za jiji, wakati ulipungua kwa ajili yao wawili. Alitikisa kichwa polepole pole, karibu haionekani lakini macho yake yalikuwa na uzani uliofanya moyo wake uruke. Kwa nini? la hatimaye alisema, sauti yake iwe ya utulivu yenye mashindo. Lakini kwa nini mimi? laya alipepesa macho. Mimi mimi sijui wewe, tu unaonekana kama mtu ambaye angeweza kusaidia. Alikonyeza kwa ujasiri wa maneno yake. Hakuwa amezoea kuomba msaada. Mama yake alimlea kwa kiburi na uvumilivu kwenye usemi kwamba hakuna mtu anayempa maisha yake kwenye sahani ya fedha. Hata hivyo, hapa alikuwa akisimama bila viatu ukingoni mwa matumaini, viatu vyake vikishikamana kwa bidii na soksi zake zilizolowa. Alicheka kwa upole, lakini kulikuwa na kitu kikali katika kicheko, kama kisu kilichofungwa kwenye hariri. Unafikiri mimi ni mtu ambaye huwapa tu vitu? Macho yake yalianguka kwenye kofia ya kuzaliwa iliyochomoza kutoka kwenye begi lake la magongo, tashili ikiwa imepindika kidogo. Au unafikiri nilikuwa tu mahali sahihi kwa wakati sahihi? Laya alisugua kichwa, maneno yakishikamana koromeni mwake. Hakujua. Alijua tu kwamba kitu fulani kumhusu kilimfanya kuamini kwa dakika tu, kwamba labda bahati ingaweza kugiuka kwa fadhili yake. Alitazama saa ghali kwenye mkono wake, viatu vilivyong'aa sana hadi viliakisi mawingu ya, ya kijivu juu, na akajiuliza, alikuwa nani mwanaume huyu kweli? Hadithi gani ilimleta hapa kwenye pembi hii ya barabara kwake? alina machini na kwa dakika moja alifikiri angeweza kumcheka. Badala yake aliweka viatu vyake kando ya vyake, ngozi iliyong'aa ikimetameta kama ahadi. Vijaribu, alisema lakini kumbuka viatu haviwezi kubeba hadithi yako, wewe ndiye unayefanya hivyo. Laya alisita akitia mguu wake kwenye kiatu cha kushoto. Kilikuwa kikubwa sana, lakini kwa namna fulani kikawa kamili. Alijaribu chakulia kilifaa kana kwamba kimefanywa kwa ajili yake. Joto lilisambaa kwenye kifua chake, cheche ndogo ya matumaini ambayo hakuisikia kwa miezi. Asante, alinong'ona, bila kujua kama anapaswa kusalimu mkono wake kumkumbatia au kuinamisha tu maisha yake yalionekana kuwa dhaifu katika wakati huo kama uzi mwembamba ukishikilia ndoto zake juu ya shimo la kupiga mbwa aliinuka wima akitengeneza mikono yake na kwa mara ya kwanza la ya aligundua hewa ya mamlaka iliyotoka kwake si kiburi bali uwepo alikuwa mtu ambaye alitaka umakini bila kuomba mtu ambaye maamuzi yake yangeweza kuhamisha milima, ambaye hatua zake zingeweza kubadilisha hatima, na alikuwa tu amekopa viatu vyake. Jina lako ni nani? Aliuliza, udadisi na hofu vikimwagika kwenye sauti yake. Alisita. baadhi ya mambo ni bora yasijulikane kwa sasa, alisema, ukali wa kuchekesha kwenye toni yake, kabla ya kugeuka na kutembea mbali, akimwacha Laya akimtazama. Viatu vilikuwa vikamilifu sana kwa miguu yake, moyo ukipiga kwa kasi, akili ikizunguka. Hakujua bado, lakini mkutano huu mfupi sana usio na uwezekano ulikuwa karibu kufungua maisha ambayo alidhani alifahamu. Alikuwa nani mwanaume huyu kweli? Kwa nini alimruhusu kuvaa viatu vyake? Naje kitendo kimoja cha wema au kitu zaidi kingeweza kweli kubadilisha mustakabali wake milele? Mvua ilipungua kwenye manyunyu. Laya alichukua hatua ya tahadhari mbele, kila kiatu kilichong'aa kikikanyaga kidogo kwenye barabara yenye maji. Hakuwa na wazo kwamba kukopa viatu hivyo kungekuwa hatua ya kwanza kwenye ulimwengu ambao hakuwahi kudhania, na kwamba mwanaume aliyempa alikuwa zaidi ya mgeni mwenye moyo wa ukarimu. Jua la asubuhi lilichomoza kupitia mawingu likitupa mwangaza uliotapakaa kwenye kampasi, huku Laya Dawson akitembea kuelekea ukumbi wa kuzaliwa, viatu vyake vilivyokopwa vikibofya kwa upole kwenye lami la mawe. Kila hatua ilikuwa ya kustaajabisha mashanganyiko wa ajabu wa kiburi, wasiwasi na kutokuamini. Wa angeweza bado kuhisi ngozi laini ya viatu vikimzoea ya miguu yake vizuri, na kumbukumbu -kumbu ya macho ya mgeni yalibaki kama mnongono ambao hakuweza kuondoa. Alipokaribia ukumbi, picha za ziwa za wakati wake uliopita zilijaza akili yake. Miaka minne iliyopita, alikuwa amefika kampasini na begi la magongo lililochaka. Ufadhili wake kwa shida ukifidia ada ya masomo. Alikumbuka kukaa peke yake kwenye maktaba kwa masaa, akijifunza vitabu vya masomo ambavyo hakuweza kununua, akikopa maelezo kutoka kwa wanafunzi wa darasa ambao hawakujua jina lake hata. Sauti ya mama yake iliakisi kwenye kumbukumbu yake: lazima upigane kwa kila heshima, Laya, hakuna mtu atakayeikabidhi kwako. Na alikuwa amejaribu kwa bidii kuliko mtu yeyote anayeweza kuona, akipambana na uchovu, umaskini na hofu inayuma kwamba hangefikia ndani ya ukumbi. Kicheko na mazungumzo yalijaza hewa. Wanafunzi wenye kofia na vazi walizunguka katika vikundi viatu vyao vilivyong'aa na mavazi mapya vikimkumbusha kwa utaratibu ulimwengu ambao Laya alikuwa ameusafiri bila. Alihisi uchungu wa kutojihisi salama, akitazama chini kwenye viatu vilivyokopwa. Havikuwa vyake, si kweli, na hata hivyo vilimuendesha mbele, kila hatua daraja dhaifu kati ya mapambano na ushindi. Sauti ya ghafla ilivunja mawazo yake: Laya Dawson, aligeuka kwa mshangao na akajikuta akitazama macho ya profesa machanga Daktari Aaron Michaels, ambaye alikuwa mshauri wake kupitia semesta ngumu zaidi. Alikuwa akitabasamu, lakini kulikuwa na wasiwasi chini ya uso, udadisi kuhusu jinsi msichana aliyeanza kwenye ukingo wa maisha ya kampasi alivyofika wakati huu. Ulifanikiwa, alisema, toni yake ikibeba heshima na kutokuamini. Nilifanikiwa, alijibu kwa upole, akitengeneza vazi ambalo lilionekana kubwa sana, rasmi sana kwa mtu ambaye alikuwa ametumia miaka minne kwa shida kupitia. Lakini alipozungumza, alihisi viatu vikimtia nguvu, aina ya ajabu ya ujasiri ulioonekana kupiga kutoka kwenye ngozi juu kupitia uti wa mgongo. Kisha alimwona mwanaume kutoka barabarani. Alikuwa amesimama karibu na mlango, amevaa vizuri, matulivu akitaka umakini bila hata kujaribu. Pumzi ya Laya ilikamata. Hakupaswa kuwa hapa, hakutarajia kumwona tena hata hivyo. Hapa alikuwa akitazama kitu, katika jinsi alivyofuatilia umati, akichunguza nyuso kwa ukali wa kimya kilimwambia kwamba hakupaswa kuwa katika machafuko ya kawaida ya kuzaliwa. Hata hivyo alifaa kikamilifu kwa njia ambayo hakuweza kueleza. Akili yake ilizunguka alikuwa na ni kweli mkurugenzi mtendaji mhisani, au mtu mwenye siri zenye kina zaidi kuliko barabara za jiji ambazo walikutana? Hakuweza kuambia, na hata hivyo jinsi alivyomtazama ilifanya mapigo yake yaongezeke. Alihisi kuwa ameonyesha wazi na kuonekana mara moja. Sherehe ilipoanza, laya alika akiwa makini kutovuta umakini. Hotuba ziliunganishwa pamoja, makofi ya kilia kama dhoruba ya mbali mawazo yake yaliendelea kurudi kwa mgeni, mwanaume aliyemkopesha viatu. Alikumbuka kicheko cha upole, ukali kwenye sauti yake, ahadi isiyosemwa ya kitu zaidi. Kwa nini alifanya hivyo? Na kwa nini sasa, alipoanza tu hatua ya kwanza kuelekea maisha ambayo alikuwa amepigania? Kumbukumbu kumbu zilishambulia akili yake, zisizotarajiwa na zenye picha usiku wa usiku kwenye ghorofa yake ndogo, akijifunza kazi kwa taa ya mashuma kwa sababu bili ya umeme haikuwa imelipwa, siku alizopuza milo ili kuokwa pesa kwa vitabu, wiki za kuhudumia mezani, mikono iliyo mbichi kutokana na kusafisha tu ili kulipa kodi. Na sasa akiwa amekaa kwenye jozi ya viatu vilivyokopwa, alikuwa kwenye kipeo cha ndoto yake. Hata hivyo kumbukumbu kumbu yake mgeni aliyetokea kutoka pasipo ilimfanya ajiulize nini kilikuwa karibu kufunuliwa. Sherehe ilipofikia kilele chake, majina yaliitwa, vieti vilitolewa. Jina la laya liliakisi kupitia ukumbi, kila silabi ni mpigo wanangoma kwenye kifua chake. Alitembea kwenye jukwaa, kichwa juu, viatu vilivyokopwa vikimubeba kana kwamba vimejazwa na kusudi. alipopokea cheti chake Macho yake yalifuatilia umati wa kitafuta yeye na kisha aliona tabasamu dogo lisiluneka, na karibu kona ya mdomo wake ikinamia kwenye ya tabasamu dogo lilelile. Alikuwa bado akitazama, bado yupo, lakini mbali, kana kwamba alikuwa sehemu ya ulimwengu wake, na kabisa nje yake. Baada ya sherehe, wanafunzi walipotawanyika katika kusherehekea, Laya alijikuta akichelewesha kando ya chemchemi, viatu vikidondosha kidogo kutokana na kutembea kwenye uwanja. Mageni alikaribia, na kwa mara ya kwanza, alizungumza zaidi ya maneno machache. Ulifanya vizuri, alisema tu, sauti yake ya chini, ya utulivu, lakini ikibeba uzani usioweza kukanuliwa. Wengi wangekuwa wameacha kabla ya wakati huu. Asante, alijibu akisita. Mimi, hata sijui kwa nini ulinisaidia. Kwa nini viatu hivyo? Alisimama kimya akimtazama kwa makini, kana kwamba akipima kama angeweza kushughulikia ukweli. Wakati mwingine ishara ndogo zaidi inaweza kubadilisha kila kitu. Nyakati nyingine ni hatua ya kwanza kwenye maisha ambayo yamekuwa yakikungoja kuwadai. Macho yake yalikuwa na kina ambacho kilifanya moyo wake uruke. Je, unataka maisha hayo, Laya? Swali lilining'inia hewani zito na lenye nguvu. Alitaka kutikisa kichwa kusema ndio, lakini silika yake ilimnong'ona. Tahadhari, alikuwa na ni kweli alitaka nini kutoka kwake? Hata hivyo, kitu fulani ndani ya kiini chake kiliamka, utambuzi kwamba alikuwa amejikwaa kwenye hadithi kubwa zaidi kuliko yake mwenyewe, masimulizi ambayo yalikuwa yameshaanza kabla ya kujua hata kwamba yalipo na tu kama hivyo, mgeni aligeuka, akitembea mbali bila neno lingine, akimwacha peke yake kando ya chemchemi na moyo unaoipiga, viatu vilivyolowa na maswali milioni ambayo bado hakuwa na majibu. Je, angeweza kumfuata kwenye ulimwengu huu usiojulikana? Je, ilikuwa bahati, hatima au kitu kingine cha kina zaidi ambacho kilikuwa kimewaleta pamoja? Na muhimu zaidi, alitaka nini kweli kutoka kwake na kwa nini alitokea katika maisha yake wakati kamili alipomhitaji zaidi? Laya hakuweza kulala usiku huo. Viatu vilivyokopwa sasa vimewekwa vizuri karibu na mlango wa ghorofa yake ndogo, vilionekana kama hirizi, ishara ya ulimwengu ambao hakuwahi kufikiri kuwa ni wa uwezekano. Aliendelea kucheza tena wakati ule barabarani, jinsi alivyomtazama, mamlaka ya kimya katika sauti yake. Alikuwa na ni kweli na kwani ni mgeni mtu dhahiri zaidi sana juu ya hadhi yake, alichukua nia ya pekee kwa msichana kama yeye. Asubuhi iliyofuata alirudi kwenye ua wa kampasi, akitumaini mtazamo mwingine wake, ingawa alijua uwezekano ulikuwa mdogo. Wa ulikuwa na msongamano wa waliohitimu na familia zao, puto za hewa na kamera kila mahali, kicheko na mazungumzo yakichanganyika kuwa sauti moja. Laya alikumbatia cheti chake karibu na kifua chake, akijaribu kuzingatia ushindi wa kugusika ambao alikuwa amepigania. Hata hivyo, hata katika ushindi huu, kumbukumbu ya mgeni ilibaki. Kivuli kilichosokotwa kwenye furaha yake. Mawazo yake yalienda nyuma zaidi kwenye utoto wake. Alikuwa kwenye gorofa ndogo na karatasi za ukuta zilizokuwa zikinasuka na jiko dogo la kisukuku ambalo halionekana kubaki joto. Mama yake, asiye na mume na mahovu alikuwa amefanya kazi tatu tu ili kuweka chakula mezani, akimfundisha Laya uvumilivu na kukata tamaa kimya. Lazima upigane kwa kila inchi, mama yake angesema, ulimwengu hautakungojea. Maneno hayo yalikuwa yamembeba kupitia vikao vya usiku wa masomo, mikono iliyofanya kazi kupita kiasi na wakati mwingi wa shaka, na hata hivyo hakuwahi kudhania kwamba msaada ungeweza kutoka chanzo kisicho na mtazamo mwanaume aliyekutana naye mara moja tu kwenye barabara ya mavua akitwaa viatu. Sauti ya upole ilikatiza kumbukumbu kumbu zake. Laya Dawson aliguka kwa haraka. Alikuwa kotena akisimama na utulivu ule ule, uwepo wa mamlaka ambao ulimtatanisha hapo awali, ila sasa tabasamu alilotoa halikuwa la kupita tu, lilikuwa na kitu la makusudi, kitu lengwa. Alikuwa akishikilia bahasha ndogo mkononi mwake aina ambayo haukuiona kila siku na ilifanya mapigo yake yaongezeke. Uliviacha hivi nyuma, alisema akimnyushea, zifikirie miendeleko wa mazungumzo yetu jana. Laya alisita, vidole vyake vikigusa bahasha. Ndani kulikuwa na barua iliyoandikwa kwa mkono nzuri na fupi: ujasiri wako ni adimu. Ikiwa uko tayari kuchukua hatua inayofuata nikutane nami saa tatu asubuhi kesho kwenye anwani iliyo chini Vaa unavyotaka, lete tu wewe mwenyewe. Alipepesa macho akistaajabishwa, akili yake ilizunguka kwa maswali. Je, hii ilikuwa mtihani, fursa au kitu kingine kabisa? Mingine alikuisha badilisha njia yake kwa njia ndogo, karibu ya kichawi, lakini hii hii ilionekana kama ufunguzi wa mlango ambao hakuwa tayari kuingia. Usingizi haukumpa ufafanuzi usiku huo, na sasa alfajiri iliileta machafuko zaidi tu laya alizunguka kurudi kwenye jiko lake dogo, akitazama karatasi za ukuta zinazopasuka, harufu dhaifu ya kahawa ya usiku wa jana ikibaki hewani, kumbukumbu za kusafisha sakafu kusawazisha vitabu vya masomo kwenye paji lake wakati akifanya kazi ya muda na usiku usio na mwisho wa machozi ya kimya zilirudi. Aisha kila mapambano yalikuwa yamemtayarisha kwa wakati kama huu, au vilikuwa? Je, angeweza kumwamini mtu ambaye hakumjua kwa ukamilifu kuunda mustakabali wake? Alikumbuka kitu mama yake alikuwa amenong'ona usiku mmoja wa usiku wa manyuma wakati bili zilipojengwa juu zaidi ya matumaini. Wakati mwingine msaada unatoka mahali usipotarajia. Usiogope kuupokea, Laya, lakini hakikisha hauko kati, wewe ni nani? Maneno hayo yaliakisi sasa, yakiakisi kwenye ghorofa, yakimyakana kwamba ulimwengu ulikuwa umepanga kuwarudisha. Asubuhi iliyofuata ilifika haraka sana. Laya alisimama mbele ya kioo akitenteneza mavazi yake kwa uangalifu. Alikuwa amechagua kitu rahisi lakini nzuri, viatu vilivyokopwa vimesuguliwa hadi ng'aa kama kiu. Upatano wao sasa ulizoeana kabisa. Kila mtazamo wa yeye mwenyewe uliakilisha si tu msichana aliyepigana kupitia ugumu, bali mtu akiingia kwenye ulimwengu ambao unaweza kuwa mkubwa zaidi kuliko alivyowahi kudhania. Anwani kwenye barua ilimwongoza kwenye jengo zuri mjini, kioo na chuma kikimetameta chini ya jua la asubuhi. Tumbo lake liliruka, sehemu ya wasiwasi, sehemu ya matarajio. Aliangalia bahasha tena, akihisi uzito wa lisilojulikana. Ni mwanaume wa aina gani ambaye angamwalika hapa? Alitaka nini kweli? na kwa nini alihisi bila shaka kwamba kila kitu alichopigania kilimwezesha kufika wakati huu kamili? Mlango uliteleza kufunguka kimya alipoingia ndani, harufu ya mbao zilizosugwa na ngozi mpya ikimkaribisha. Mpokeaji alitazama juu akitabasamu kidogo. Bwana Kallahan anakungoja, alisema akiashiria kuelekea ghorofa ya kioo. Mapigo ya laya yaliongezeka. Kwa jina Kallahan aligundua kwamba hakujua utambulisho wake kamili hadi sasa. Mwanaume ule ule aliyemkopesha viatu na kubadilisha mwelekeo wa maisha yake hakuwa mgeni wa kawaida. Ghorofa ilipopanda, alihisi msukosuko wa hisia: msisimko, hofu, matumaini na udadisi. Alikuwa ameingia jengo linalosimisha nguvu, utajiri na ushawishi, aina ambayo hakuwahi kudhania kuitwa na hata hivyo hakuweza kuondoa hisi ya kwamba alikuwa amepanga wakati hukwa sababu zaidi ya ukarimu tu. Milango ya ghorofa ilipofunguka, alikuwako akingoja, amevaa suti ile ile kali, sura yake isiyosomeka, lakini uwepo wake usiopingika. Karibu Laya, alisema tabasamu dogo likivuta kona ya midomo yake. Nimekuwa nikiamini ungekuja. Moyo weke ulipiga kwa kasi hii ilikuwa dakika ambayo alikuwa ameogopa na kutumaini kwa pamoja. Viatu vilivyokopwa kwenye miguu yake vilionekana kuwa vizito sasa, si tu kwa ngozi, bali kwa uzito wa uwezekano. Na alipochukua hatua mbele, aligundua kwamba hakuna kitu kabisa, hakuna kitu kitakachokuwa sawa tena. Laya aliingia ofisini nafasi ya kustaajabisha ya kiao na chuma iliyotazama jiji ambalo alikuwa ametembea hapo awali na viatu vilivyochakaa. Mwanga uliakilishwa kutoka kila uso ukitupa rangi ya dhahabu ambayo ilifanya kila kitu kumetameta kana kwamba ulikuwa ulimwengu tofauti kutoka barabara alizozijua. Bwana Challahan alisimama karibu na dirisha, mikono imefungwa nyuma yake, akionekana kila kitu cha mkurugenzi mtendaji milionea ambaye alikuwa amemudhania kuwa lakini sasa hata zaidi wa kibinadamu kwa njia ambayo hakutarajia. Ka, alisema akiashiria kiti cha ngozi zuri, tuna mengi ya kujadili. Laya alisita kisha kuti, akihisi uzito wa wakati ukibana kifua chake. Hii ilikuwa zaidi ya mkutano, zaidi ya viatu vilivyokopwa. Ilikuwa njia panda, uchaguzi kati ya maisha ambayo alikuwa amejikunja kuelekea na mustakabali ambao uliahidi fursa na kutokuwa na uhakika. Nadhani una maswali, alianza, toni yake ya utulivu lakini ya makusudi. Kuhusu kwa nini nilikusaidia, kuhusu kwa nini uko hapa, kuhusu mimi. Alitikisa kichwa, maneno yakimshindwa. Alitabasamu kidogo, laini ikivunja uwepo wake wa mamlaka. Nimekuwa nikikutazama kwa muda, aliendelea, si kwa njia ambayo watu wanadhania, mgeni akitazama lakini niligundua azimio lako, uvumilivu wako, jinsi unavyopigana kwa maisha yako bila kuomba msaada. Watu wengi hawayo ni ujasiri huo hadi ni late sana. Nilitaka kujaribu kuona kama ungeweza kukubali msaada unapokuja ukiwa umejificha kama kitu rahisi kama viatu. Mapigo ya Laya yaliongezeka. Wewe ulijua mimi ni nani? alinong'ona. Ugunduzi ulimpiga kama radi ya kishindo. Mwanaume huyu mgeni huyu alikuwa amesikia mapambano yake na mafanikio yake muda mrefu kabla hata hawajazungumza. Bila shaka, alisema akitembea kuelekea meza ndogo ambapo kompyuta ndogo ilionyesha kumbukumbu kumbu zake za masomo, kazi zake za muda, hata kazi yake ya kujitolea ninaamini katika kuwekeza mahali ambapo uwezo unakutana na uvumilivu. Na wewe, Laya Dawson, una uwezo zaidi kuliko watu wengi watakavyotambua katika maisha. Mikono yake ilitetemeka, uzito wa alichokuwa akitoa ulikuwa karibu sana kwa kubeba. Hata hivyo kando ya hofu, cheche ya hofu ilionekana. Kwa nini yeye? Kwa nini sasa? Alitarajia nini kwa kurudisha? Mimi sielewi, alisema kwa upole. Kwa nini mimi? Kwa nini kupitia haya yote? aliinama dhidi ya dawati akitazama nje ya dirisha kwa muda mrefu kabla ya kukutana na mtazamo wake. Kwa sababu wakati mwingine ulimwengu hauhitaji tu kipaji, unahitaji ujasiri, na ujasiri peke yake hautosha, isipokuwa mtu yuko tayari kuongoza kulisha. Nataka kukupa mwongozo huo, nafasi ya kuingia katika maisha uliyotaka tu, lakini lazima uichague wewe mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kulazimisha. Akili ya Laya ilizunguka Alifikiria usiku aliyoilia juu ya bili wakati alipokaribia kukata tamaa, masaa yasiyokoma ya masomo, uzito wa dhabihu za mama yake, na sasa hapa alikuwa mwanaume mgeni akitoa ufungua wa ulimwengu ambao hakuwahi kudhania kuingia, si kwa sababu aliomba, bali kwa sababu aliona kitu ndani yake chenye thamani zaidi ya hali zake. Alimeza kwa ugumu. Mimi ninataka alisema hatimaye sauti imara licha ya kisulisuli cha hisia. Nataka kujaribu, nataka kuingia ndani yake. Tabasamu lilienia kwenye uso wa bwana Kallahan la kweli wakati huu, na akanyusha mkono. Basi tuanze. Alimpa folda nzuri na ya kitaalamu ikielezea fursa ambayo ilienia ushauri, ufadhili kwa miradi ambayo alikuwa ameota tu, na njia kwenye viwanda ambavyo hakuwahi kuthubutu kuzingatia. Macho ya Laya yalipanuka yakifuatilia maudhui, akihisi ukubwa wa kile kinachotolewa. Ilikuwa kila kitu alichotaka kamwe, kimefungwa katika mwongozo, usalama na uaminifu. Na kisha karibu kimya, alisema viatu vilikuwa mwanzo tu. Kila hatua uliochukua tangu wakati huo imekuwezesha kufika hapa. Kumbuka, si viatu au mimi au bahati, ni wewe unayetembea njia hii Usisahau hivyo. Machozi yalijitokeza machoni mwake, si tu kwa fursa, bali kwa safari yenyewe, miaka ya mapambano, usiku wa shaka, vita visiona mwisho kwa uhai. Na katika wakati huo aligundua kwamba maisha yake yalikuwa yamebadilika bila kurudi nyuma. Asante, alinongona, sauti ikivunjika, kwa kuniamini wakati hakuna mtu mwingine angeweza. Alitikisa kichwa. Jiamini sasa, Laya hiyo ndiyo unayohitaji tu. Alipoondoka ofisini baada ya siku hiyo, viatu vimesugwa na havikopwa tena, bali ishara ya njia ambayo alikuwa tayari ametembea. Alihisi mchanganyiko wa ajabu wa hofu, shukrani na azimio. Jiji nje lilikuwa sawa na alivyoliacha, hata hivyo, kila kitu kilikusha kimebadilika. Kila kona ilishikilia kumbukumbu kumbu ya mapambano na ushindi, kila barabara iliakisi uwezekano, na alipotazama chini kwenye viatu vyake alitabasamu. Vilikuwa zaidi ya ngozi, vilikuwa ushahidi wa ujasiri wa wema wa wakati ambao ungeweza kubadilisha maisha yote. Mgeni, mkurugenzi mtendaji, milionia, mshauri, alikuwa amemuonyesha mtazamo wa kile kinachowezekana lakini ilikuwa yeye aliyetembea njia. Mvua ilikuwa imepita, jua liling'aa, na Laya Dawson alichukua hatua mbele kwenye maisha ambayo yaliahidi kila kitu alichokuwa amepigania na zaidi kuliko alivyowahi kudhania. Wisho. Je, unapenda hadithi hii? Tafadhali tuweke subscribe kwa hadithi zaidi za kusisimua, tupi like na shiriki na marafiki zako. Tuambie ni hadithi gani unayotaka kusikia ijayo. Asante kwa kutazama.